Vipi, umeenda chochote? Mwanao anakuja leo. Oh, kumbe anakuja leo. Yaani hata sijui mwanangu ana hali gani sasa hivi. Ndo utu uzima huo. Unadhani atomboleza mpaka lini? Inabidi aendelee na maisha yake kwa sababu mke wake tayari kasha kufa na hawezi kurudi tena. Imani alitotoka kama upepo, hata sikutarajia kama ile ajali ingembeba mkwe wangu. Usilalamike mke wangu, kwa sababu mapenzi ya Mungu hayapingiki. Yaani hata uwe mzuri kiasi gani, kifo ni lazima. Haya maisha tunabahatisha tu. Unadhani huu ni muda sahihi wa kuongea naye kuhusu swala la kuoa tena mke mwingine? Mke wangu, tumeomboleza mpaka lini? Sasa hivi ataishi bila mke mpaka lini? Tunahitaji kusimama kama wazazi kwenye hili, kwa sababu siku zote mtoto hakui Sawa, ngoja nikaandae chakula huko jikoni, ili akija akute kiko tayari. Sawa, mke wangu. Shikamo baba. Mraba mwanangu, pole na safari. Asante baba, nishapoa. Hebu lete hilo begi nikakuwekee ndani, maana najua umechoka na safari. Acha tu baba. Hili begi nitalipeleka mwenyewe ndani. Mama yuko wapi? Mama yako yuko huko nje, anaandaa chakula. Ehe, habari za miaka? Habari ndo zile zile za siku zote, wala hakuna kilichobadilika. Vipi? Umeweza kupita pale nyumbani kwako? Ndiyo, nimepita kuangalia mazingira. Yaani kumechakaa balaa. Inabidi nitafute mfanya usafi. Awe anaenda kusafisha angalau mara nne kwa mwezi. Inabidi ufanye hivyo, maana nyumba bila watu lazima ichakae. Na bahati mbaya zaidi, kuna hata mdogo wa kiume ambaye unaweza ukamuweka pale aiangalie. Mfanya usafi akisha patikana, kila kitu kitakuwa sawa. Ehe, wanangu wako wapi? Wanao wameenda madrasa. Vipi, mbona umekuja na begi? Umekuja kulala huku? Hapana, hizi ni nyaraka za vitu mbalimbali mbali vya marehemu mke wangu. Halafu pia nilitaka nikushirikishe Uniambie kama nipo sahihi kwa hiki ninachotaka kukifanya. Aha, unataka kufanya nini tena? Hebu niambie. Nilivyoondoka baada ya msiba, sikuwa vizuri kiafya, kama unakumbuka baba. Nakumbuka, presha ilikuangusha mwanangu. Ehe, sasa kipindi kile sikuweza kufuatilia wala kuwashirikisha kuhusu mali za mke wangu, na sijui wazazi wa Imani watanichukuliaje maana wanaweza kuhisi nimeamua kunyamaza na mali za mtoto wao. Sidhani kama wanaweza kufikiria hivyo, kwa sababu wote tunajua kwamba Imani umemsomesha mwenyewe na bado kaacha watoto watatu, kwa hiyo ni wazi mali zake ni za watoto. Sasa mimi nimefuatilia haki zake zote, na baadhi ya vitu vyake nimeamua niwape wazazi wake, kwa sababu kama tunavyojua, yeye ndo alikuwa tegemeo lao, kwa hiyo nikaona ni vyema hicho kidogo alichokiacha kiwafae wazazi wake, lakini unakumbuka umeacha watoto. Kuhusu watoto wala usiwe na shaka, kwa sababu baba yao bado nipo na nina uwezo wa kuwahudumia, ila nilikuwa nataka ushauri kutoka kwako kwa baba. Je, unadhani nitakuwa sahihi kufanya hivi na je mama ataridhika? Haya, ya mama yako kuridhika niachie mimi, ila kibinadamu umefanya jambo la kiungwana mwanangu, nadhani hata mimi ningekuwa baba yake na imani ningefarijika kwa kweli, na marehemu mkeo huko aleko atakuwa amefurahi kwa hiyo sina pingamizi juu ya hilo, ili mradi umeona ni sahihi, basi una baraka zangu. Oh, baba, huyo umefika saa ngapi? Nimefika muda si mrefu. Shikamoo mama. Marahaba mwanangu, karibu. Asante mama. Aha, vipi kuhusu swala la kuoa? Eti baba bado hujanipatia mkamwana huko. Bado muda haujawa sahihi kwangu na pia sijapata mtu sahihi. Sasa mwanangu, huone kama unawatesa watoto. mama yako, kama unavimona tayari kashazeeka, na dada wakazi wa siku hizi unawajua walivyo wazembe. Sasa watoto, muda mwingine anakata siku tatu hajaoga. Hebu fanya uoe bwana, watoto wanahitaji mama. Hawa, muda sahihi ukifika ntaoa. Huo muda sahihi unaozungumzia ni muda gani? maana ishapita miaka sasa toka marehemu mke wako afariki wa. Unadhani utakaa hivyo mpaka lini? Hebu fanya uoe na kuomba mwanangu. Mwanangu, najua unapitia kipindi kigumu baada ya kumpoteza mke wako, lakini tafadhali naomba ujitahidi uoe kwa ajili ya mwanao. Hata kama mimi mama yako nakusaidia kulea wanao, lakini tambua kuwa watoto wanahitaji kupata mtu wa kumwita mama. Baba mama Ngoja, niende nikawaone wakwe zangu, maana toka nirudi sijaenda kuwasalimia. Najua hiyo ni mbinu ya kukimbia haya maneno tunayokuambia, lakini bado nitaendelea kukwambia na nitakwambia tena, na kama utaki tutakutafutia mke uoe. Baba, mimi wala sikimbii, si nimekwambia naenda kuwaona wazee wenzio. Kumbuka una wajukuu nao wale. Najua na wajukuu sasa na wajukuu, sipingi hilo kabisa, lakini mwanangu, hebu kaa unisikie na masikio yote mawili kuhusu hili nalokwambia, sikio hili hapa. Baba, nimesikia lakini nakuomba unipe muda, nina watoto mimi, sipaswi kukurupuka kuoa alafu wewe ushanigeuza babu yako siku hizi eh? Sita nakwambia hivi, tafuta mke mapema, usipotafuta mwenyewe sisi tutakutafutia. Nadhani unanijua vizuri. Yaani, na utu uzima huu mnataka mnitafutie mke kweli? Nyewe wazee hamko serious. Mtoto wakui ujue ni kweli mtoto hakui, lakini mimi nishakuwa baba, kubali hilo. Sasa wewe endelea kuwa mkaidi, ila siku nitakutafutia mke ujue, utamuoa utake usitake. Jamani wazee wangu, ngoja mimi ni wahi, tutaongea vizuri kuhusu hili siku nyingine. Wewe nenda, lakini namba hilo swala la kuoa uliweke akilini mwako. Umemwongelesha kuhusu swala la kuoa hadi umemfanya akimbie bila hata kula bila kushikilia bango, yule atachelewa sana kuoa. Si unajua alivyokuwa anampenda mke wake, yani alimsomesha mwenyewe kama mwanawe. Mungu huyu! Karibu sana mwanangu, umerudi ni lini? Nimerudi toka juzi, sema uchovu wa safari ulinizidi, ndio maana nimechelewa kuja kuwaona. Huna hata kunielezea mwanangu kwa sababu najua hizi kazi zenu za kulinda raia na mali zao, kila mtu anajua ugumu wake. Yani acha tu baba, ila ndo hivyo, hatuna budi kupambana kwa sababu ndo tunapopatia ugali. Kweli huna budi kuvumilia mwanangu. Uh, halafu baba, huu mkoba ni wako, umeletea zawadi. Asante sana mwanangu. Usijali baba. Unajua mamako kaenda kwenye jumuiya na hawa mashimaji zako walioko nyumbani ni wavivu kama nini, yani wamelala hadi saa hizi. Hebu ngoja niwaamsha kuandalia chai. Sara we Sara! Abe baba. Hebu njoo ukusebuleni haraka. Hata hapakuwa na haja ya kumwamsha baba. Haja ipo, mtu hawezi kuja kwangu akatoka koo kavu, huu unakuwa sio uungwana. Na nyiye wazee wa zamani na sheria zenu, ungenipa tu hata maji Hapana, maji ya tabombani unaweza kunywa tofauti na chai. Usingewaamsha mashemeji zangu, ungewaacha tu walale, maana huu ndio muda wao wa kupumzika. Si unajua kazi ya kuwahi namba shule ilivyokuwa ngumu. Tatizo wanalala sana kwa kuwa ni wikendi, ungewaacha tu. Samaki mkunje angali mbichi mwanangu. Shikamoo shemeji. Marahaba shemeji, mzima? Mimi mzima shemeji. Mbona umepotea sana? Kazi zetu hizi ndo zinatufanya tunapotea. Vipi shule? Lakini namshukuru Mungu, maendeleo ya shule siyo mabaya. Nafurahi kusikia hivyo. Ngoja nikuandalia chai na chapati shemeji yangu. Asante shemeji. Na hizo chapati nilikuwa nimezimisi hatari. Najua unazipenda, ndio maana nataka nikupikie ule unenepe. Hee shemeji Kwani hapa bado sijanenepa? Nataka unenepe hadi ushindwe kupita mlangoni. Sasa huo utakuwa unene au matatizo? Hamna matatizo kwenye kunenepa, bali hiyo inaonyesha kuwa unatunzwa vizuri na umeridhika. Haya, asante. Vipi lakini mwanangu, maisha yanaendaje huko? Tunashukuru kwa kuwa bado tuko hai baba angu, hilo ndio la muhimu, hayo mengine ni mapito tu. Lakini mwanangu. Ndiyo baba. Vipi utatuletea lini mwenzio? Mwenzangu yupi tena baba? Na maanisha mama mkwe wangu. Uh, uh, una, unajua baba, bado ni mapema sana mimi kuoa mwanamke mwingine. Mapema mwanangu? Miaka mitatu hivi. Unajua wale watoto wanakuwa na mbaya zaidi, umetanguliza mtoto wa kike, yule anapevuka kesho kutwa utaweza tena kumtunza mwenyewe, kwa hiyo jitahidi umtafutie mama. Lakini mashangazi zake si wapo? Isi haka mwanangu, huwezi kuishi mwenyewe milele. Ni vyema ukamleta huyo mama huu muda ambao watoto bado ni wadogo, ili waweze kumzoea baba. Mimi kwa sasa sipo tayari, naomba unipe muda. Mwanangu, najua ulimpenda sana binti yangu, na hata sisi tunakupenda sana kiasi kwamba natamani nikuozeshe mdogo wake na Imani ili nihakikishe kuwa uko salama. Ila tatizo, mila zetu haziruhusu. Mimi niko salama baba. Hauko salama, na ndiyo maana hujaoa mpaka muda huu. Kilichotokea ni mipango ya Mungu, hakuna anayeweza kupangua. Imani ashatutoka, hata ukae peke yako milele, hawezi kurudi. Na hata yeye pia, uko alipo, anapenda akuone na maisha yako yanaendelea na mwanamke mwingine, mwanangu najuwa moyo wa kupenda umekufa, lakini fikiria kuhusu wanao baba. Mimi nilikuja tu kuwasalimia jamani, lakini shimeji yako anakuandalia chai na chapati. Nitakula siku nyingine baba, muda huu ngoja niende hapo chukwani, kuna wenzangu naenda kuonana nao. Asante mwanangu, kuko bado natujali, ingawa aliyetuunganisha ameshatutoka, bado nyiye ni wazazi wangu baba basi kama mzazi, nakuomba ufanye mambo haraka kabla ya hii miguu yangu haijaisha nguvu, maana nataka nicheze kwa furaha kwenye hiyo harusi yako mwanangu. Sawa, nimesikia baba. Aya, nimesahau kumpa maelekezo kuhusu ule mkoba. Itabidi nirudi kesho, au hapana, nitampigia simu. Nikupeleke wapi shaga? Nipeleke ufukweni nikapunge upepo. Fukwe ya hapa hapa migombani au mjini? Nipeleke ya hapa hapa migombani. Sasa bro, sasa hivi si utaenda kukaa na majini huko? Heri nikae na majini kuliko watu, maana kila mtu anayenijua hana stori tofauti na swala la kunitaka nioe. Yaani nikilala oa, nikigeuka oa, nikiangalia kando oa, yaani sina raha kabisa. Kama unahitaji sehemu ya kutulia mwenyewe basi, ngoja nikupeleke kwenye mgahawa mpya umefunguliwa pale mbele, pale kwa Bakathiri unaitwa Zamani. Pako kimya kweli? Haya, nipeleke. Ila bro, ndoa ni muhimu sana, kwa sababu inatustiri kwa mengi. Sasa hivi hutaki kuoa kwa sababu una afya nzuri, lakini kuna muda utaumwa, utahitaji mtu wa kukuuguza. Unadhani ndugu zako wataweza kukusaidia kila kitu? Mungu mwenyewe anajua tunahitajiana, na ndio maana akaweka ndoa. Kwa hiyo bro, uzima usikupe kiburi. Unajua unaongea na nani? Samahani kama nimekosea bro. Hakuna shida. Tumefika. Ndio hapa. Ndo hapa, bro. Nashukuru. Karibu kaka. Asante. Huu mgahawa wenu umetulia. Ndiyo, hakuna kelele kabisa. Nimepapenda kwa kweli. Haya, kuna nini na nini? Ngoja nikupe menyu. Jamani, hicho chakula vipi? Yaani nimesubiri hadi hamu imekata. Kinakuja kinakuja saa ngapi? Samahani kaka, kuna changamoto tumepata. Inawezekana hujaambiwa. Kumbe. Sasa mbona mwenzio anasema kinakuja? Au ananiona mimi maandazi? Samahani sana kaka yangu, ila kuna option mbili hapa. Mimi sijui kiingereza bwana. Na maanisha kuna machaguo mawili. Ehe, nakusikiliza. Tunaifanyia kazi changamoto iliyotokea kwa hiyo unaweza kusubiri, au kama hauwezi kusubiri unaweza kuchagua chakula kingine tukuandalie. Sasa yule mwenzio, kuwa mkweli kama wewe, aliona shida gani hadi tunamalizana? hamu ya kula, tusamehe kaka yangu na kusikiliza. Sasa nikiamua kusubiri, sintakaa hapa hadi mdomo unuke, sababu watu wengine ni wagumu kubadilika. Tukishapenda tumependa, usijali kuhusu hilo. Nitakupatia Swahili T kupe kampani basi, nitasubiri vipi? Na wewe uwezi kuingia kwenye menyu? <laughs> Hapana, si unaona kuna watu wengine pia wanasubiri huduma. Ila kama utapenda, kuna utaratibu wa kupiga picha la mavazi ya zamani. We hebu niache hii sura ngumu hivi, unadhani ikipigwa picha itatokaje? Mbona handsome kabisa wewe, labda tupige wote Si unajua waswahili wanasema ukikaa karibu na uwaridi lazima unukie mawaridi. Mengine yana miba, lakini sawa bwana, weka pike chai kwanza, ondoa shaka. Asante kwa uvumilivu wako. Chakula chako hiki hapa. Asante sana, lakini mbona hii chai yako kama ina dawa? Dawa gani? Sijui ni dawa gani, lakini inaonekana ina nguvu sana. Maana ghafla nimejikuta natamani kupata namba yako ya simu. Unataka namba yangu ya nini? Nataka nikuajiri uwe unanipikia chai. Mshahara utauweza? Kwani unanionaje? Bahati mbaya sina jicho la tatu. Tafadhali naomba usiniaibishe. Maana watu wakikuona umesimama muda mrefu hapa wataanza kunifikiria vibaya. We, niandikie hiyo namba, maswali mengine utaniuliza kwenye simu.